Binafsi na declare interest kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 nitashiriki kupiga kura kumchagua diwani, mbunge na rais ninayempenda. Aidha, natoa wito kwa walimu wote wa mkoa wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kushiriki katika zoezi hili la kitaifa la uchaguzi mkuu. Nichukue nafasi hii kukanusha uvumi unaosambaa mitandaoni ya kwamba chama cha walimu Tanzania CWT kinawakataa walimu waalimu kushiriki zoezi hili. Huu ni uzushi mtupu. Tunaomba CWT isitumike kuwekewa maneno mdomoni. CWT haijakataa kwani rais wa chama cha walimu Tanzania Dr. Suleiman Ikomba ameshatoa wito kwa walimu wote Tanzania waweze kushiriki kikamilifu kwenye zoezi hili la uchaguzi. Dr. Ikomba yeye ndio msemaji mkuu wa chama. Hakuna mwingine anayeweza kwenda kinyume naye kwa sababu anasema mambo ya chama kwa ujumla wake. Nasema ni uvumi kwa sababu zifuatazo. CWT ina msemaji wake ambaye, tuna rais wa chama cha walimu Tanzania ndugu Selemani Komba ambaye ni dokta. Ni rais makini kabisa, anaongoza vizuri chama cha walimu Tanzania akisaidiwa na makamu wake ndugu Shambani Ambindwire. Afisa habari aliyetajwa kwenye taarifa hiyo ndugu Dedu si msemaji wa CWT. Huyu ni afisa ambaye anatoa taarifa zile ambazo anatakiwa kuzitoa, za viongozi wake ambao ni kama taarifa za rais wa chama cha walimu Tanzania, taarifa anazotoa, anazotakiwa kutoa katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania na wengineo kwa hiyo yeye sio msemaji wa chama pia. Ukiangalia taarifa hii e, umeweza kukaa katika peji ambayo sio official peji ya chama cha walimu huo, tena unaonyesha wazi kwamba ni uzushi na si kweli, kwamba chama cha walimu kinakataa. Hapana, kinawahimiza wa, walimu wote wote nchini waweze kushiriki katika zoezi hili vile vile huyu afisa habari dedu yuko chini ya katibu mkuu, ambaye katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania ndugu Joseph Misola Misalaba, hii taarifa hana ofisini kwake. Kwa hiyo ni taarifa tunaita kwa Kiswahili cha mtaani ni taarifa ya kubumba, sio rasmi, kwa sababu mkuu wake wa kazi hana taarifa kuhusu katazo hili lililoandikwa mitandaoni. Wito kwa walimu wote wa mkoa wa Mbeya. Puuzeni uzushi unaotolewa kwenye mitandao ya kijamii kwamba chama cha walimu kinakataza kushiriki katika zoezi la uchaguzi. Hivi sasa ninavyozungumza, katika wilaya kadhaa za mkoa wa Mbeya, walimu baadhi ya walimu wanaendelea na zoezi la semina ya kushiriki kusimamia zoezi hili maalum la uchaguzi.